Kuwa chuo cha elimu ya biashara CBE kimeahidi kushirikiana bega kwa bega na serikali ya awamu ya tano katika kufanikisha azma ya kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda kwa kutoa mafunzo bora ya kibiashara, ujasiriamali na masoko kwa wanafunzi wanaosoma katika chuo hicho ili waweze kuwa chachu ya utengenezaji wa bidhaa za viwandani na kusimamia vyema masoko kisasa zaidi. Tupate taarifa zaidi. Mkuu wa chuo hicho Profesa Emmanuel Mjema ametoa ahadi hiyo alipokuwa akizungumza na Channel Ten jijini Dar es Salaam wakati wa kutambulisha kozi mpya za masomo ya biashara na ujasiriamali zilizoongezwa katika chuo hicho ambazo zimejikita zaidi katika kutoa elimu ya biashara yenye mlengo wa kufanikisha malengo ya uchumi wa viwanda na masoko, elimu ambayo itatolewa na walimu wenye shahada ya uzamivu, yani PhD, ili kuhakikisha wanapatikana wataalamu watakaokuwa ni tegemeo la taifa nyingi mm -hmm. Okay, ni imara lakini zinakosa ubora. Hasa finishing. Mm -hmm. Okay? Unajua hata katika nyumba kweli, ikasimama na product za viwanda vingi kufinish imekuwa na tatizo sana katika viwanda vyetu. Ukiona tafsiri ya saizi ya awamu hii Tanzania ya viwanda, kwa kozi za postgraduate tuna kozi nyingi ambazo zinaendana kabisa na malengo huo wa viwanda. Tuna masters ya information technology and communications, ambayo ni mambo ya kompyuta na habari na mlango moja kwa moja katika kuhimiza za utengenezaji wa viwanda kwa sababu huwezi kuwa na viwanda bila kuwa na teknolojia ya habari na bila kuwa na maendeleo ya, ya, ya, ya, ya, ya habari. Akiainisha kozi hizo mpya, makamu mkuu wa CBE Dr. Emmanuel Mnishi amefafanua. hizo masters mbili za ICT katika idara ya business administration inaongezeka masters masters nyingine inaitwa ni E, masters in International Business Management. Ni masters ambayo inatusaidia inawasaidia inatusaidia watu zaidi hasa, so katika hii uh, hi, hii serikali ya sasa hivi ya mambo ya viwanda, naweza sisi kuweza kuandaa na, na, na hawa wanafunzi kuweza kusimamia biashara sio tu katika lego ya kitaifa, lakini katika lego ya kimataifa. Kutoka Dar es Salaam, Victoria Robert, Channel 10.